Ukipitia ukurasa wa Instagram, wa Kigogo ameweza kumlipua sana eh, mbunge wa Kinondoni na huyu si mwingine ni Abas Tarimba kufuatia kauli ile ambayo aliweza kuitoa bungeni kuhusiana na wabunge kupewa magari yao special ili kwa ajili ya kupita sehemu yenye foleni wao kupita kwa urahisi na kutambulika pia kwa wananchi pengine akitaka kutoa salamu na vitu kama hivyo. Aliweza kuongea mambo mengi sana mbunge huyu wa, wa Kinondoni akiweza kusema kwamba sisi kama wabunge tukipatiwa magari yenye plate namba pengine tofauti, wenye utambulisho kwamba huyu ni mbunge fulani, basi inaweza ikatusaidia hata katika mambo ya foleni, lakini pia hata katika ile kutoa salamu pengine tu, kuna sehemu tunahitajika kutoa salamu. Maana unakuta kuna foleni, wakati mwingine tunaambiwa tutoe salamu, tunashindwa tuanze kupaki wapi, kwa sababu ya jinsi tulivyo. Wakati mwingine tunataka tutoe salamu, lakini ile foleni inatusababisha inatutafutia wakati mgumu wa sisi tuanze kutafuta parking ya kupaki. Sasa aliweza kuongea maneno hayo bungeni, hebu msikilize, lakini baada hapo tutaje kusoma kile ambacho aliweza kusema wa Instagram. Jambo langu la pili Mheshimiwa Spika ni juu ya kupeperusha bendera za wabunge e, kuna wabunge ambao tunatoka katika mikoa ambayo hatuwezi tukapeperusha bendera. Kwa mfano wabunge tunaotoka Dar es Salaam, naamini hata tukiwepo Dodoma hatupeperushi bendera na tukienda Zanzibar hatuwezi tukapeperusha bendera. Sasa inatokea wakati kuna misafara ya kitaifa hata e, misafara ya kimkoa ambapo tunatakiwa tufike maeneo fulani kwa uharaka ama saa nyingine tunakuwepo katika ile misafara, lakini magari yetu kwa kuwa hayana utambulisho wowote ule, kwa mfano mi najizungumzia sisi ambao tunatoka Dar es Salaam, magari yetu hayana utambulisho wa aina yoyote, hatuwezi tukapeperusha bendera. Tunajikuta katika ile orodha ya watu ambao e, wamo katika msafara, labda pengine gari lako linawekwa nyuma kiasi kwamba wanaofikia pale mbele, hata ukiitwa mbunge njo utoe salamu, ndio kwanza unatafuta sehemu ya kupaki. Sasa nilikuwa nafikiria kama kanuni ya kupeperusha bendera inaweza ikaendelea, Je, bunge aliwezi likafikiria kwamba labda tunaweza tukawa na namba plates, kwa mfano mtu unachagua gari lako moja e, ambalo ungelitumia kwenye shughuli zako za kikazi likawa na namba plate ambayo inaashiria kwamba gari hili ni gari la mbunge ili kuweza kumsaidia pale mahali ambapo wanatakiwa afike haraka, ima barabarani, kutana trafiki, ukajieleza bwana, mimi nawahi mahala fulani, ama ukiwepo hata katika misafara, ili na wewe usiweze ukaharibu protokoli za misafara, ukawa unawahi na gari yako ikapewa heshima ya kuwepo pale, ili uweze kutekeleza e, wajibu wako wa kibunge. Natumaini umesikiliza vizuri kile ambacho amekisema mbunge huyu Abasi Tarimba kufuatia mwini yake amba aliyatua bungeni sasa. Baada ya hayo yote e, e, ambapo kuna mwandishi wa habari mmoja anaitwa Ayubu Mandege aliweza kusema kwamba basi Tarimba bunge Kinondoni amependekeza bungeni kuwa magari ya wabunge yapewe namba maalum ili kurahisisha utendaji kazi wao. Anasema namba hizo maalum za magari zitawasaidia pia kukwepa foleni za maeneo kamadaslam Upande wa caption site. Kigogo aliweza kuandika hivi, yeye yeah, hataki kupambania tatizo ili litatuliwe. Anataka kukimbia, wananchi ndio wabaki kwenye foleni. Alafu akaendelea kusema ya kwamba kweli huyu ni ponjoro wa Kinondoni. Akamaliza hivyo Kigogo. Sasa ilikuwa anapitia upande wa comment eh, jinsi wadau walivyoweza comment. Huyu akaweza kusema kwamba nani kakuambia atarudi kuwa mbunge? Watu mbona wanauhakika sana? Huyu mwingine akaweza kusema kwamba watu hawa binafsi na wamesha tuona wananchi ni watu wa ajabu. Haya, huyu mwingine akaweza kusema kwamba hata mi naunga mkono kwa huyu mzee ili kurahisisha kwa kweli. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kwa hiyo wabunge sio watu mpaka wasikae kwenye foleni ila ha haya mambo. Haya, huyu mwingine akaweza kusema kwamba, eh, yani road mbovu na huduma za kijamii mbovu alafu mtumishi wa wananchi anasimama akizungumzia mapenzi yake bungeni eh, na kujinufaisha yeye mwenyewe na familia yake kuliko wajiri wake. Msiba mkubwa mno yani, laiti katiba ingekaa sawa, basi muda huu heshima ingekuwepo kama China vile. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba, kwa hiyo sisi wananchi mnapenda tunavyokaa kwenye foleni eh. Haya huyu, laana ya Gwajima imeanza kufanya kazi. Huyu akaweza kusema kwamba, kwa hiyo nyinyi mkikwepa foleni alafu sisi tukae kwenye foleni. Mwingine akaweza kusema kwamba huu ni ujinga, huyu sisi wa kukaa foleni sio. Haya, mwingine akaweza kusema kwamba hivi tuna hivi wanatuonaje sisi? Huyu mwingine akaweza kusema kwamba wana Kinondoni, huyu huyu hakikisheni harudi bungeni, aende kuchezesha eh, kamari yake huko. Wengine akaweza kusema kwamba anataka akipita basi wananchi wajue mbunge kapita huyu mwingine akaweza kusema kwamba we ponjoro wa Kinondoni. Na huyu mwingine akaweza kusema kwamba kweli, huyu jamaa ni ponjoro kweli. Lakini huyu mwingine akaweza kusema kwamba du, eh, wanaosema no referendum election ni kosa la jinai bana. Mwingine akaweza kusema kwamba kwa hiyo foleni inampendeza mwananchi. Lakini huyu pia mwingine akaweza kusema kwamba Watanzania tumerogwa sijui. Lakini lakini pia huyu mwingine akaweza kusema kwamba hawa wabunge eh, hawakuchaguliwa na wananchi na ndio maana hawajui hata kilichowapeleka bungeni na hili bunge lisipopata wapinzani wa kutosha, imani ipo siku mbunge atasema wananchi, twende tukamlimie mashamba yake bila malipo na tumwogeshe. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba anachekesha, kwa kazi gani ngumu mnafanya, hakuna kurudi tena bungeni. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba ewa shift ya asubuhi tumekuja kuleta taharuki kama isemavyo semaji la serikali. Haya, mwingine akaweza kusema kwamba leo ndio nimeelewa maana ya ponjoro ile ya Gwajima huyu mwingine akaweza kusema kwamba ila watu eti ponjoro eh, ulitumwa gazeti la tarehe kumi akaenda leta la tarehe tano mawili haya. Mwingine akaweza kusema kwamba kati ya wabunge mzigo wa CCM huyu anaongoza kwa kuonekana amekaa kimaslahi kabisa. Mwingine akaweza kusema kwamba da ubinafsi unatutafuna sana Watanzania, lakini pia huyu mwingine akaweza kusema kwamba Watanzania kunena kwa lugha tu Yani sisi tunatakiwa kukaa foleni, kwa hiyo badala kubuni namna ya foleni kuisha, yeye anasema kwamba wapewe namba maalum ili wapite kwenye foleni. Huyu mwingine akaanza kusema kwamba tukae wote kwenye foleni, hawezi kuwa mbunge tena, bora Fredi Nyamwija. Mwingine akaanza kusema kwamba ukimwona tu macho yake, ndevu zake, unajua kabisa hapa hamna mtu huyu. Mwingine akaanza kusema kwamba hivi ponjoro maana yake nini? Iko haja ya mageuzi kweli kweli, baadhi ya wawakilishi wetu wanataka kuzidisha umungu mtu. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba mwanasheria yangu ameenda honeymoon eh, UK, wacha ni nyamaze tu. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba CCM walivyo, eh, jinsi watu wa ajabu. Huyu mwingine akaweza kusema Gwajima oye. Oh yeah, kwa hiyo ndio ndo wanataka situkia kwenye foleni. Lakini huyu mwingine yeye akaweza kusema kwamba baadaye hayo magari wanachukua watoto wao wanaanza kuyatumia kama kwenda kwenye shughuli zao, na sio rasmi, ukikutana nao unakutana nalo ba na usiku wa manane hapa. Wabunge washughulikie swala la foleni, sio kukwepa foleni, hapana. Tunataka barabara zinaoweza kukaa kuishi miaka zaidi ya hamsini, na sio miaka mitano. Miaka mitano, tutengenezeni barabara imara jamani. Haya, hizo ni baadhi ya koment za dawa ambayo alikuwa na koment kufuatia ukrasa wa Kigogo baada ya kuposti hichi ambacho mekiandika akimshtumu mbunge huyu wa Kinondoni ambapo kwa maneno aliyoongea bungeni. Hebu sikiliza hii klipu vizuri, mwanzo hadi mwisho. Lakini pia utaweza kushusha komenti yako. Mi naitwa Dau Alexander Scotrizi, hii hapa ni Blue House, dax media subscribe ili uwe mwanafamilia wetu wa kwanza ambaye utakuwa unapata apdeti zetu kila wakati na kila muda. Asante.